Tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha Asubuhi Njema ambapo sasa tunaangalia vichwa vya habari vikuwa kipaumbele katika magazeti yanayotufikia hivi leo, tukianza na gazeti la Jambo Leo lina habari kubwa inayosema majabali yaoeseka, CCM malichela yakubali matokeo, mchemba agoma, Profesa Sarungi, wanyancha madeje nao kuu mahiza, kigoda nao wamfuata bendera nje, malima apeta, kandoro apindua matokeo matokeo, da yatangazwa mahanga apingwa Makamba asema wasiokubali matokeo, wakati rufani. Shibuda, CCM bila rushwa haiwezekani, asema imeingiliwa na vinyago vya Mpapure. Na katika gazeti la Mwananchi, vidogo zaidi: CCM watosa ubunge, wabunge zaidi ya 60 waanguka, mawaziri nao chali. Dr silaha nimeunasa waraka CCM, CAG abaini ufisadi nyumba ya gavana BOT. Na katika gazeti la Mtanzania vigogo waliobwagwa, majina ya wazito walioangushwa yatajwa. Meya CCM mahamia CUF. Kupinga maoni aondoka na wanachama mia tatu. Katibu kero mgombea honga nyama, Zanzibar wapeta. Na katika gazeti la Uhuru, CCM waliocheza rafu kuadhibiwa. Makapa asema haitasita kutengua ushindi aagiza malalamiko yote yashughulikiwe haraka. Mwapachu, Msabaha, Rashidi wang'oka. Makala Masauni shekifu pamba safi. Mizengwe ya Segerea Ubungo yafikia tamati. Na katika gazeti la Tanzania Daima, Dkt silaha kufyatua makombora ishirini. Sisi mnao nao, waandaa mamluki kummaliza. Ageuka gumzo kuu la vikao vya vigogo. Marando afyatuka silaha. Tikisa Mbeya, CCM yameguka. Shibuda atajwa kutaka kujiunga Chadema na katika gazeti la habari leo mzee malchela akubali aishe asema hawezi kuzungumza zaidi asije kupotoshwa baadhi ya waliobwagwa walalamika wakidai hujuma kura ya maoni zanzibar yapongezwa wasomi wataka ifanyike pia bara mgombea uraisi akwepa gereza na katika gazeti la majira jk apingwa kortini kugombea uraisi 2010 ubungo kura za maoni zapigwa upya mke wa Dr. Slaa ajiandaa ust ahama CCM. Na katika gazeti la The Citizen habari kubwa inasema Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aanika makosa 16 katika ujenzi wa nyumba ya benki kuu ya shilingi bilioni mbili. Wabunge 58 waanguka katika kura za maoni za chama tawala. Na katika gazeti la Daily News vigogo zaidi wa CCM wapoteza majimbo yao, kufanya maamuzi nayo juu ya rasimu mpya ya katiba ya nchi hiyo wafanyabiashara wa ndogo ndogo eneo la Karume hawana taarifa ya amri inayowataka kuhama eneo hilo na... ifikapo kesho. Na sasa tuangalie habari tena za michezo tukianza na gazeti la Daily News ambalo limebeba habari kubwa inayosema michuano ya kombe la challenge chini ya miaka 20 karibu kuanza. Mechi ya Simba Yanga yasogezwa mbele. FIFA ya zikiga faini Hispania na Uholanzi kwa utovu wa nidhamu katika kombe la. Na katika gazeti la The Citizen mechi ya Misri na Stars yafutwa, TFF yaamua kuialika Kenya pia yasogeza mbele mechi mkama, ya Simba na Yanga. Na katika gazeti la Majira upande wa michezo, Simba Yanga sasa Agosti 18 mechi ya ya Msri, Ngorongoro Heroes kufungua dimba na Godo, no Rotato... na katika gazeti la Habari Leo, Wamisri kwa yaangukiakwa Stars. mechi ya Simba Yanga yaasogezwa mbele. Gazeti la Tanzania Daima upande wa michezo, Misri Stars polsin kinywani mwa Harambee sanyota 15 wavuruga mechi yanga simba yanga Mtibwa Shuga leo Uhuru. Na katika gazeti la Uhuru, challenge chayotu, chayotu, ya vijana njotu, under 20 na, njotu, mburu, tam, heroes, Ngorongoro Heroes kuanza na Waeritrea Zanzibar kufungua na Yemen kuziona Simba na Express shilingi elfu nne Misri ya itolea nje Stars sasa kucheza na Kenya. Katika gazeti la Mtanzania, mechi ya Simba yanga yasogezwa mbele mafarao nao wachomua kucheza na Stars, sasa kucheza na Harambee da kiwango cha mpagawisha kocha firi. Na katika gazeti la Mwananchi, ubabaishaji TFF waizuia Taifa Stars kucheza Misri misi Tanzania yapata udhamini mnono, viingilio bonanza Simba. Gazeti la Jambo Leo upande wa michezo. Baada ya kutemwa mbio za ubunge, Bendera karibu uwe mshauri Yanga. Pambano la watani lasogezwa mbele. E, la mechi ya stars Misri ya yaiyuka, sasa kuivaa Harambee Stars. Gazeti la michezo la Dimba, baada ya kuitwa stars chuji sasa ni kazi tu. Yanga wamkalisha chini apewa bonge la somo ulevi wa Runi wamtokea pwani sa Alex Ferguson gazeti ilelo la Dimba kaluu huyo Arsenal wenga alivuitaka baka gazeti la Mseto firi mzirai njooni asema Papic asema kifo cha ja Simba yao Agosti 18 makocha a usaidizi kupigwa mabao stars sasa hukipiga na Kenya gazeti ilelo la Mseto Mesi aanzisha bendi Chela, mchina akodolea macho Joseph Liverpool. gazeti uh, la championi poulsen aavaa firi na papi firi ampa milova ni ugonjwa wa moyo gazeti ilo la championi grant agoma kumuuza kole kaslas morinho atamleta gerrard na kwa taarifa hizi basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha asubuhi njema kwa leo kwa niaba ya fundi mitambo moses ms doeai Majina mazito ya vigogo